Okay. Wageni wangu, tumefika sasa, so, no, no, no. <laughs> <laughs> oh, tunaweza kuanza. Safari sana. <laughs> Karibuni sana wageni wangu. <laughs> Wewe <Oi>, bwana. <laughs> Hey, shika ncha hii hasa ndachukaje ncha wakati, unaona mimi nimeshika simu bwana. Ndugu yangu, hii ncha ni muhimu kuliko hiyo simu yako. <laughs> Kwa nini? Kwa sababu tumepewa maelekezo hayo. Shika hii ncha, kama tumesoma shule moja eh? Haya bwana, wageni wangu, twendeni sasa, tunaelekea huko.